Mmunga ML TV. Wow. Wanduku wapenzi, na wajulisha ya kwamba government ya Jimbo na delegation kubwa sana ya kutoka Kinshasa ba tafika uh, siku ya tano juma tunayo pa Yungu, Yeah, kwenda kusalimia wanduku zetu wenye walilumia ku hii jangwa uh, ya pala kasaba batabaona batabachia msada, batacha msada eh, yenye bataleta pale ku centre de santé. Bakishamaliza kuona wandugu zetu wenyewe wanalumia pale ku centre de santé ya Yungu, batapita mpaka kasaba. Kasaba ile siku ya tano batalala eh, kutakuwa veye eh, mortuaire batatekilio. Asubuhi ya siku ya posho kutakuwa misa kubwa sana yenye e, itafanyika na archeveque wa diosese yetu ya Uvira Monseigneur Muyengo Sebastien atafanya misa kubwa sana pale, e, siku ya sita. Akishamaliza misa bataenda kuangalia kwenye nyumba inabomoka e, kwenye balizika bandugu zetu na kwenye jango litokea. E, bakishamaliza kutakuwa kakinywaji na kulaji kidogo, yenyewe watu watachangia Uh, pale ka saba siku ya Mungu, delegation itafika uh, Baraka, Baraka government wa jimbo uh, ata government makamu wa jimbo uh, atafanya Uh, mitinga kubwa sana uh, kwa wakaji wa Fizi uh, pale uh, meri ya, ya Baraka. Tunaomba kwa chef de groupement wa Besikalangu aku wakue akutaniwe aku uh, Kasaba na ba chef de village bake bote, chef de groupement wa Babungwe uh, sud akutaniwe na ba chef de village bake bote kasaba chef de village, eh, chef de groupement wa Babwari akutane akutaniwa pale Kasaba na bachef eh, de village eh, bakebot eh, tutakuwa na chef de secteur wa Nganja, chef de secteur wa Mtambala, wana memba wa kamati ya usalama eh, watakuwa pale komanda wa polise ya karam, kazimia batajanda ya na FRDC eh, kwa kufika kasahaba kuchunga, uh, mkubwa wa jimbo kwa kumpatia heshima yake ya kiserikali eh, kila mtu anaombwa uh, akutaniwa pale eh, kwa kuchunga wakeni wetu wa heshima eh, kubapokea mzuri eh, na kufata Uh, na kusikiliza ambalo wanatuletea kwa msiba wa ndugu uh, zetu wenye walikufwa uh, kasaba siku ya tano tarehe uh, kenda ya mwezi wa tano mwaka, mwaka tunao asante sana, ni hatari yani ni hatari zone de fizi. Wow, don't forget to subscribe to our channel.